Hali gani mpenzi, uh, mtazamaji wa Adobe Audition tutorial. Karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na katika siku ya leo, nitaenda kukuelekeza namna gani ya kuondoa noise hasa katika sauti ambayo tayari ameshakuwa recorded, tofauti na kuondoa sauti katika wave ambapo tutaitazama kwa wakati mwingine, lakini kwa siku ya leo tuta tukatazame jinsi ya kuondoa uh, sauti katika audio ambayo imeshakuwa recorded na nikufundisha. Katika tutorial ambazo zimepita, umetazama namna gani ya kuadi, uh, sound au audio katika multi track. Kwa hiyo tayari audio yetu imeshakuwa added ndani. Sasa tuendelee, uh, tusikie sauti yetu iko iko katika hali gani ya sauti. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Udomo FM, ni matumaini yangu ya kwamba umzima wa afya njema. Nadhani tunasikia namna gani eh, audio yetu ilivyo na kelele sana zinazomeza masikio kwa msikilizaji. Audio kama hii hauwezi kuiweka kwenye kwenye radio kwa ajili ya kusikiliza na watazamaji. Hii lazima ifanyiwe noise reduction au de noise, ambayo tunakufanya hapo sasa. Tuta select audio yetu then tunakuja katika sehemu imeandikwa effects inatabia kufanya automatic kulingana fo ektikbabaentuiskia kwanza. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Udom FM, ni matumaini yangu ya kwamba umzima wa afya njema. Nadhani kufikia hapo umeshaweza kuona tofauti iliyopo kati ya tuliposikiliza audio kwa mara ya kwanza na ambavyo tumesikiliza audio yetu kwa mara ya pili. Umeona tofauti wa sauti iliyopo. Kwa kufanya hivyo, tayari utakuwa umefanya noise reduction. Lakini kabla sijafunga, kila mtu ana namna gani anasikia sa, anasikia sauti, huenda uh, mtu hapa akasikia bado noise zipo. Ana nafasi ya kufanya hii kazi manually kwa akapandisha hizi mpaka labda 100, lakini kama kupandisha hivi Sauti inazidi kuwa nzito, na kama ndivyo sivyo, basi Mungu zito ile ladha ya kusikilizwa. Kwa hiyo unapoweka namba ndogo ambazo zimefanya kazi vizuri, pia inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo kwenye 50 na arobaini percentage inatakiwa ni favorable kwa ajili ya kwa mara ni ya kuondoa, uh, noise katika audio mbote yale. Kwa mara ya mwisho, habari za wakati huu, mpenzi msikilizaji wa Udomo FM ni matumaini yangu ya kwamba umzima wa afya njema. Tunasikia namna gani audio inafanya vizuri. Asante, karibu.